Ninajivunia tulipokaa tuna nguzo za umeme zimepita, si ndio? Ndio. Ninajua kuna vitongoji bado havijapata. Ninajua kuna vitongoji bado bali ni? Niacheni mimi hilo. Nilikuwa ni barabara pia ya kuelekea wapi? Ukwama. Hii ni auta kupita Maketegero, si ndio? Yeah, yeah. Tumeripeleka ombi maalum kwa ajili ya barabara hii. Naikumbuka sana <coughs> nilipokuja hapa nikasema nitatoa mimi nini? Simenti. Au sikusema? Wanaotaka simenti waonyeshe mikono juu. Mimi ni mbunge wenu na tulikubaliana tunaahidi mambo machache tunayatekeleza, si ndio? Walio yona sumentu wanyosha mikono juu. Nimeleta mifuko hamsini. Bado mifuko mingapi? Mwenye kitu pigia simu mwalemibaba vitu wewe tulinda

ila huyu hapa ameonekana yeye amefanya mambo ya itikadi, ya vyama tuweke pembeni, kazi. Ndugu mheshimiwa mbunge, zamani tulikuwa tunaimba nyimbo, tulizitunga nyimbo zinazosema taa za umeme barabara za lami ziko katika miji, lakini sasa taa za umeme tunapata Usagatikwa, barabara za lami zimeingia Makete. Tunashukuru, langu ni hilo, ndugu mheshimiwa mbunge. Natoa shukrani sana, asante sana, sina neno zaidi.